Habari za wakati huu, ni siku nyingine tena hapa ndani ya kipindi cha Medicounter kuweza kuzungumzia mambo mbalimbali yanaohusiana na afya zetu. Kama ndio kwanza unafungua tv yako, kipindi hewani Medicounter, kipindi ambacho kinazungumzia masuala ya afya. Jina langu ni Dafrosa Prosper. Patana basi uweze kujua nini hasa ambacho nimekuandalia katika nusu saa hii maalum kabisa kwa ajili yako. <tipos> Katika Medicounter yalo hii tokao tukizungumzia suala zima to la afya ya kinywa na meno kwa watoto hapa, tutakuwa tukizungumzia swala so zima la utunzaji wa kinywa na meno cha mtoto lakini pia jinsi ya kumpigisha ya mtoto mswaki. Endapo ikatokea mtoto meno yake yametoboka, mzazi anatakiwa kufanya nini? Kwa kuzungumzia mada hii kiundani kabisa, ninaye hapa daktari bingwa wa kinywa na meno, daktari Josefati Kunji, ambaye anapatikana hospitali ya Epifan iliyopo Mbagala Kijichi, Dar es Salaam. Basi uweze kujifunza mengi katika mada yetu hii ya siku ya leo. Mtoto anaanza kuota meno akiwa na miezi sita. Ozo inatofautiana nchi na nchi au bara na bara. Kwa wazungu of course, huwa wanachelewa kidogo, miezi sita, ila kwetu sisi akiwa na miezi mitano mtoto anaanza kuota. Kwa kuna utofauti wa mwaka mmoja na, na wenzetu wa kule, lakini sio, lakini standard ni miezi, ni miezi sita mtoto anaanza kuota. So akichelewa zaidi ya hapo ndio utaanza ukaanza kuiska kuiska kama kuna tatizo au au kuna shida sehemu fulani, lakini ni miezi sita kwa kawaida anaanza kuota meno ya juu ama ya chini. Mtoto anaanza kuota meno ya chini, haya mawili ya chini. mm-hmm. Huwa anaanza kuota akiwa na miezi sita ndipo yanakuja ya nakuja, ya, juu. Ya juu mawili ya juu ya katikati juu tunazitaga ni central incisors, lakini inakuja tena mawili huko huko juu ya pembeni mawili, na lateral incisors, alafu inarudi tena chini mawili ya pembeni. kwa juma anakuwa meno mangapi? Manne no. Kwa hiyo sasa mtoto anaanza kuota meno ya chini ndio inaenda juu, alafu inakuja kurudi tena chini Ikitokea mfano mtoto akaanza kuota meno meno ya ya ya juu badala ya meno ya chini, anakuwa na shida yoyote ama ni kawaida? Sayansi inasema vile, lakini sometimes kuna mabadiliko mengi yanaweza katokea kwenye kwenye mwili au kwenye mwili au wakati wa ujauzito wa mtoto, na wengine pia wana-inatokea wana wanakuwa na wameota meno ya juu kabla ya chini, na wengi waki, wazazi wakiona mtoto ameota meno mawili ya juu tayari wanaanza kuchanganyikiwa mm, naanza kuwaza kwamba huyu atakuwa labda ni laana au ni kitu fulani ambacho akipo sawa, katika mtoto yule hicho, naomba kukisemea tu kwamba sio tatizo, ikiota wasiang'oe yale meno just, tu kwamba ametokea ameota, lakini sio tatizo kwamba kusema kwamba eti kuna balaa fulani no is not kwamba eti rule of of of life, kwamba lazima yote chini. Sometimes atokea yanaanza ya juu, koo yang'oe, ni meno tu, atakuja yote na mengine ataendelea kama kawaida. Sawa, kuna ile suala la meno ya plastiki. Ni kweli kuna meno ya plastiki kwa watoto? Hapana, no. <laughs> Hiyo ni zana tu potofu ambayo imejijengea imejijenga katika jamii nyingi ya, ya, ya, ya, ya watu hasa kwetu hapa Afrika na na sehemu zingine huko, hakuna plastic teeth kwa watoto. Yale yanakuwa ni meno tu ambao bado hawajakomaa yanakuwa ya ya, ya, mtoto anakuwa amezaliwa nayo, punde tu anapozaliwa ndo anakuwepo, yale yanaitwa ni natal teeth. Sasa kama atakuwa yapo yale yanayanalegea wengine wanaita ni plastic lakini ni meno ko, hawataki kuyang'oa, labda endapo, labda anamsumbua mama wakati wa kunyonya mtoto, mama na, labda ziwa lile nang'ata, lakini utaki kuchukua uamuzi kama mzazi, ukayang'oa ukayang'oa, ile meno atakumpeleke kwa mtaalamu wa kinywa na meno, naweza ukapewa ushauri, na kama itahitajika basi, kuna anaweza katolewa, lakini sehemu husika na sio sehemu nyumbani tu. Kwa umeona meno ya plastiki haya, hakuna meno ya plastiki, yale ni meno, na kama yatakuwepo yanaweza kakomaa, na baadaye yakaa meno tu vizuri, na mtoto akaendelea kuyatumia. Kuna namna ambavyo mzazi labda anaweza akagundua kwamba mwanangu sasa anakaribia kuota meno? Maana kuna wengi wao wanasema kwamba mtoto akianza kuota meno sijui ataanza kuharisha, wengine wataanza kuumwa homa za mara kwa mara, hii imekaaje kuhusu hizo anazozipata mtoto wakati wa kuota azihusiani moja kwa moja na jino, lakini kuna kuaga na ile, na ile mwasho kwenye fizi pale jino ambayo inataka litoboe, li, li, li, li, sehemu ya nini ya fizi na litoke nje. Sasa pale pembeni kuna kuaga na, na, na, na mwasho, ambaye mtoto mara nyingi anakuwa anapenda ajikune, mara nyingi anajikuna, na akiona kitu chochote kigumu anaanza kukiking'atia na hasa watoto ambao wanaachwa peke yao, wanaenda mbaye zaidi, wanatambaa na kula mchanga na nini hivyo. Ndo pale pale sasa wadudu wengi anakuwa na, anawaingiza sehemu ya mwili na mtoto anaanza kupata homa kama kuharisha na nini, lakini sababu ametumia vitu vichafu. Nimesema kwamba umri sahihi wa mtoto kuanza kuota meno ni kuanzia miezi mitano miezi sita lakini kuna wengine wanavuka mpaka miezi nane labda ndio meno yanaanza kutoka wanakuwa na shida ya kiafya ama ni maumbile tu kawaida. Kuna vitu vingi vinaweza kutokea, aidha katika sehemu ambapo jino itakaa litoke, aidha mfupa wake unakuwa ni mnene kiasi kwamba jino haliwezi kupita na take time, nashindwa kupita au najikuta kabisa sehemu husika. Kuna kaovimbe, kuna vimbe ambazo zinakuepo mdomoni kwenye mfupa zinaitwa odontomas, ndo zinaongoza kuzuia meno yasiweze kutoka. Kwa hiyo ikitokea kama mtoto mpaka miezi ile ha jaona jino mdomoni, unampeleka wataalamu, una vipimo vya x-ray, x-ray akifanya mdomoni OPG, inaweza ikaonyesha kabisa kwamba kuna meno ambapo kuna sehemu ambayo imezuia yao meno asitoke. Kwanza wanafanyaje ili meno yatoke? Ikitokea kama sababu ndo uvimbe au ndo mfupa, unaweza ukafanya, wataalamu wanafanya minor surgery mdomoni ambao una una, una, open, una create njia kwa ajili ya jino kutoka hmm. na, na na hiyo inafanyika kwa wataalamu wa kinywa na meno, lakini lazima tujue kwanza kuna jino sehemu husika. Sometimes kuna kesi zingine unakuta mtoto hana jino hana kabisa jino katika formation ya meno, kat, meno jino, jino fulani alikuweza kutengenezwa katika mwili wake. Kwa hiyo utasubiria utasubiria, hakuna jino na ukipiga x unakuta kule chini hakuna jino. Kwa hiyo kikubwa zaidi ni kufika tu kwenye wataalamu wa kinywa na meno ili kujua sababu ni nini, na kama hakuna jino, basi anatakiwa apewe counseling na ajue mzazi nini asiwe na wasiwasi wasi na na hiyo ni kawaida, sio dhambi. Sasa kwa nini meno mengine huwa yanaharibika yanatoboka yanauza kwa sababu gani, meno ya watoto yeah? sababu mojawapo ni kuto kumsafisha vizuri meno mtoto. Mm -hmm. na na hii inaanza toka mtoto anapozaliwa au anapozaliwa anapokuwa ananyonyeshwa, ndo sababu nyingi sana, na na mara nyingi unaweza kujikuta vyakula vya sukari hivi pamoja na kumnyonyesha m, kumnyonyesha mtoto analala na ziwa ma, mpaka asubuhi akilala, eh, na ziwa ina, inachangia sana kuoza meno, kwa sababu mtoto akiachwa, aki, aki, aki, aki, aki, aki na ziwa mdomoni au asiposafishwa vizuri, kuna kuna lea moja huwa inafomika kwenye meno inaitwa plaque hii plaque ndio inakuaga na, na na na bacteria au bacteria ndio wanaanzisha wanaanzisha mchakato mzima wa kuoza kwa jino. Sasa bakteria wakishaanzisha mchakato wa kuoza kwa jino tayari jino wana hao wa, bakteria wakiwepo, wakiwe sehemu ile, wanaanza kutumia sukari ambayo wewe mwenyewe Anakuwa, uh, mtoto na, anatumia mfano vyakula vya sukari au maziwa yale yale ya kunyonya; unamnyonyesha mtoto yanakuaga na sukari, bakteria watatumia hiyo sukari, na wanachokitoa sasa baada ya pale wakishatumia hiyo sukari, bakteria end, product, end products inakuwa ni acid, na hiyo acid ndio inaanza kumomonyoa jino, mmomonyoa jino, ile leya ya nje ya jino ambayo ni nyeupe enamel, ikishatoka ndio inatengenezwa tundu ambao ni kevit kwenye jino, ndipo pale jino inaanza kuoza ku, ku, ku na kuendelea zaidi mpaka kwenye kiini cha jino mm. Lakini ni mchakato aina ile. Kuna hizi dawa za kunywa za watoto za vikohozi za maji, na zenyewe ba zina mchango wowote katika kusababisha meno ya mtoto kuharibika, maana yenyewe pia yana zina sukari? yeah. Kweli, kuna dawa ambazo za maji ambazo zinakuwa sugar-added medicine na nazenye zamani zin, zi, zilikuwa zinatumika sana, lakini kuna dawa hizo na zenyewe zinasababisha kuoza kwa meno kama sababu zingine ambazo, kuna kunakuwa na sukari ndani yake, lakini sasa hivi kuna dawa ambazo zinot sugar added ambazo haziwezi contribute kuoza kwa jino. Kwao ni muhimu kama mzazi anamuona mtoto wake yuko kwenye riski ya, ya ya kuoza jino, hasa katika matumizi yayo ya sukari. Kitu ambacho ni muhimu zaidi kukizingatia hata kama atakuwa anatumia hizo dawa ni, ni usafi, kwa sababu hii plaki ambayo inafomika baada ya kutumia vyakula vya sukari, ukija kupiga mswaki unaitoa. unaitoa hata kama umetumia vitu vya sukari, ukija kusafisha tu unaitoa. kwa sasa kwa hiyo sasa, aijarishi umetumia sukari au dawa ambazo dawa ambazo unatumia watoto, lakini kama asafishi mtoto ataoza hilo jino, lakini kama anatumia fu baadaye anakuja kusafishwa, unakuwa hakuna tatizo, mtoto anaendelea kuwa na afya nzuri ya kinywa na meno na na afya afya nzuri kwa ujumla wake. Itakuwa vile kuna dawa maalum ambayo mtoto akitumia itamfanya yeye na meno bora zaidi ya yeah, dawa dawa za meno mara nyingi zipo kwa ajili ya kuzuia jino kuoza, na mara nyingi huwa tuna recommend fluoridated toothpaste ambao ni dawa ya meno ambayo ina madini ya fluoride. So na kuna kiwango cha fluoride ambao mtoto anatakiwa atumie, kwa mtoto anatakiwa iwe iwe iwe, iwe mia tano part per million mpaka elfu moja part per million. hiyo range mara nyingi kwa hapa fabrication zao inakuwa ni elfu moja part per million. Kisayansi ndio inaweza ikasaidia kuzuia jino lisi, lisioze ya kwa sababu hiyo, lakini kwa wakubwa zaidi ni elfu moja mia tano part per million. Watoto wana, unatakiwa uweke tu dawa kidogo, wengine watu wanafananisha kama punje ya nani ya, ya, ya, ya, ya mbaazi ile eh, dogo au kilea cha dawa, lakini sijae kabisa hapa, maana mtoto anaweza kameza hiyo dawa na anaweza kapelekea matatizo mengine zaidi. Ehe, hapo kwenye kumeza tukazie, endapo mtoto akatokea akameza akamezamanginza, ukampigisha mswaki kumwambia tema, akameza yote, kuna magonjwa anaweza akayapata kupitia kumeza hiyo dawa ya yeah, ipo fluoride ikimezwa mwilini inaweza kapelekea madhara mengine kwa sababu ni dawa kama dawa zingine. Kwa inaweza ikafyonzwa kwenye, kwenye kwenye mwili na ikaingia sehemu mbalimbali, zaidi ya yote inaweza ikapelekea matatizo kwenye sehemu mbalimbali, hasa kuwa na kwenye mifupa pia inakuwa dhaifu, na sehemu zingine ambazo siwezi ukiziainisha, ni sehemu nyingi sana ambazo zinakuwa iakua zinaathirika na na hii na hii nani mtoto anapomeza dawa diafro, fluoride ya kutosha. Tukiochana na hilo swala la mtoto kuwekewa dawa nyingi, kumeza dawa, anaweza akapata magonjwa. Je, kuna magonjwa mengine ambayo mtoto akiwa nayo yanaweza kupelekea uharibifu kwenye meno yake? ya kuna kuna kuna kuna magonjwa ambayo mtu anaweza akazaliwa nayo, mfano watoto wenye Down syndrome wanakuwa na, na, na, na, na, na, na shida na mara nyingi wanakuwa na hawana meno kabisa, meno mengine kabisa, meno mengine yanakuwa yatengenezwa, wanakuwa anadonsha, maana yake anakuwa na upungufu wa meno. Hiyo na yenyewe inatokea kwa watoto kwa, kama, kama mwanzo ulivyosema kwamba kwa nini nasubiria kwa mtoto jino alijaota mpaka sasa hivi, kumbe unajikuta na shida nyingine ambayo ambayo imeasili nani, tumezungumzia. yeah. yeah. yeah. sana na swala zima so la dawa hizo ya kuminya, lakini kuna wale ambao wanatumia dawa za kusukutua mtoto anapewa anasukutua, baada ya muda anatema ile yale maji, na wao wapo sahihi kiasi gani katika kutunza afya ya meno ya watoto wao? yeah, ni hiyo, ni actually hiyo yenyewe ni sehemu ya utunzaji wa afya na ya kinywa na meno kwa watoto mm-hmm. Ndio maana mara nyingi nimesema kuna kuna indication za mtoto kupewa hiyo dawa ya maji ya kuchukuchua endapo daktari ameona fizi imevimba kutokana na nini, na kutokupiga vizuri mswaki au hiyo plaki ambayo bakteria wameweza kusha, kushambulia sehemu ya nini ya fizi na fizi ikavimba, ambao kwa kitaalamu tunataka ni gingivitis. Kwa watoto wanazipata sana. Sasa ikitokea hivo, ili bakteria wale ndo wanakuwaga asili, wanapenda mazingira ambayo hayana hayana oksijeni ya kutosha, na mdomoni ndo kunao bakteria ambao ni ni hawatumii ni, ni, ni, hawa oksijeni ili kusurvive wana, wana wanatumia mazingira ambayo hayana oksijeni, ambayo bakteria wale sasa wakiwepo ndani ya mdomoni mara nyingi wanasababisha wanaweza kashambulia fizi na ikavimba na mtoto anaweza kupata maumivu. Sasa uki, ukiacha ambaye nakupiga mswaki pia huwa tunawapa hiyo mouthwash ambao ni hydrogen peroxide ambazo ziko nyingi, kuna Listerine, lakini sana sana watu tunawapa hydrogen peroxide 3%. Sasa ile inasaidia kwa sababu hydrogen peroxide yenyewe ina agent ya kuintroduce oxygen kwenye mazingira ya mdomoni. Oxygen ile ikiingia mle, bacteria wana wanakufa, hawezi kusurvive kwenye mazingira ya oxygen. So hiyo inasaidia kureverse au kupunguza na kuzuia kabisa au kutibu tatizo la kuvimba fizi kwa watoto. Unakuta kuna watoto wengine tulizunguza pale awali kwamba wanakuwa meno yao yamekatika katika. Mm. Lakini mbali na kukatika katika, unakuta vijino ni vyeusi. Hii inatokana na nini? Hii, he, ipo katika mchakato mzima wa kuoza kwa jino. Mm. Ndi kama nilivyosema mwanzo. Kinachoanza kabisa mwanzoni ni hiyo, usipopiga mswaki. Mfano hata ukipiga mswaki asubuhi ukaacha ukatoka baadaye ukipitisha ulimi unaona kama kuna kuna ulaini ulaini fulani kwenye kwenye juu ya jino na kuna ufili hasa ule ulaini ndio unaitoga hiyo dental plaque yenyewe. Dental plaque ina bacteria ambao wame, wapo juu ya jino. Hao bacteria wakiwepo pale ndo wanasubiri mazingira mengine, uwepo wa sukari. Ukitumia sukari au soda, hiyo sukari wanaitumia wenyewe, baadaye nakuja wanatoa nini? Asidi. Asidi sasa ndio, inaanza kumonyoa jino lakini, kabla jino halijamomonyoka kuna mabadiliko mabadiliko, utayaona jino itaanza kubadilika rangi. Ulikuwa unaona jino lako jeupe tu, baadae unaona kama tone flani jeupe zaidi uliko jino husika, kama chokaa fulani kwenye jino. Hiyo sasa inakuwa ni stage ya awali kabisa. Endapo mtoto utampigisha nini mswaki na kutumia madini ya fluoride, hiyo hiyo itapotea. Kuamba, kwa sababu hiyo inaonyesha tu pale kwamba kuna mmomonyoko wa madini kutoka kwenye jino kwenye tabaka la juu la jino ambao ni enamel. Sasa ikimomonyoko wa tabaka la juu ndo inaonekana kama chokaa fulani, inaonyesha tu kwamba hakuna madini. Lakini sasa uki- ukiacha ukashindwa kumpigisha mswaki uka, akaendelea kutumia vyakula vya sukari, hiyo hali inakuja kubadilika zaidi mmomonyoko, na hiyo lea ya juu inakuja kutoka na baadaye unashangaa una, unaona kitu che- cheusi au browni eh, kwenye jino sasa hiyo rangi ya brown au kahawia kwenye jino ni stage ya pili au kwenye mchakato mzima wa kuoza jino, na hapo inakuwa inamaanisha ule kuoza kwa jino kumeshaanza kwenda ndani zaidi, umeingia kwenye tabaka la katikati au la ndani vile jeusi linakuwa sasa, lilishakuwa jeusi, na hapo sasa tayari jino lilishaharibika sehemu ya ndani, lakini ile tabaka la juu inaonyesha tu limefunika vizuri, lakini ukija ku-, ukija kuacha kwa muda mrefu, tayari itakuja litoboke na itaonekana tundu kubwa tu kwenye jino, na na hiyo inamaanisha kabisa kwamba jino litakuwa limetoboka kosa tunatokaje huko? Wazazi wanafanyaje sasa? mm-hmm. ili kuepukana na maradhi ambayo na, yanawasumbua watoto kwenye upande wa meno wafanyeje? Cha kwanza wenyewe ndo wanatakiwa wa, wa, ni msingi sana, wana kazi kubwa ya kufanya kwa ajili ya kuwalinda watoto wasioze meno yao, kwa sababu ni walezi wanakaa na watoto kila wakati. Cha, cha kwanza kabisa wasupervise watoto wakati waku kusafisha meno. Wengi huwa nawapa tu mswaki mtoto, chukua mswaki huapa nenda, ukasafishe. Mtoto anazunguka kule anameza tu kidogo, afu anatema, anarudi anakuwa hajasafisha. Sasa hii inakuwa sio nzuri kwa kwa wazazi. Baada ya kutema hiyo dawa ya mswaki, usichukuchue na maji tena, unatema ili dawa ifanye kazi, unaendelea unaiache ifanye kazi, unaendelea na shughuli zako ushamaliza Ukichukuchua na maji unaitoa hiyo dawa unakuwa hakuna ulichokifanya. Ndio tutakuja kuzungumzia umuhimu wa wa dawa ya meno ambayo ni fluoride unakuwa umeitoa na fluoride ni kulinda jino lisitoboke. Katika kliniki hizi za afya ya kinywa na meno ni ipi tofauti sasa kati ya matibabu ya kinywa na meno ya mtoto na ya mtu mzima? Eh, huwa mnazingatia nini kutofautisha? Cha kwanza ni ni kumweka awe friend na mazingira ya kliniki husika anapoenda kufanyiwa matibabu na hata matibabu yetu kwa watoto hayataki yale, yawe very invasive ambayo unaweza mtoto akaona aka, aka sindano siku ya kwanza tu, hapana. Anapokuja siku ya kwanza kliniki, mtoto anaweza akasafishwa tu, baadaye akaruhusiwa akaondoka, akapewa na dawa, ili anajijengea anajijengea kwamba tabia kwamba, ya kwamba kliniki ya kinywa na meno sio kwamba naenda kung'olewa jino tu kwa hiyo kuna matibabu mengine sijaona sindano, utofauti ni mdogo sana, lakini pia huwa tunajikita sana kwa watoto kuzuia mpangilio wa meno usijokaa mbaya kwa baadaye, kwa sababu unaweza ukajikuta jino la utotoni limekaa muda mrefu halijatoka, alafu la ukubwani linaanza kuota. mm -hmm. Kweli kile ambapo wanasugua ulimi mpaka wanatapika yaani, mtu anasugua ulimi kiasi cha kwamba ile dawa inatoka mdomoni inakuja mpaka kwenye mkono, anasugua tu ulimi mpaka ulimi wenyewe unapata tabu. Yani inakuwaje hiyo? Haitaki. Ndio maana nimesema kwanza mswaki unatakiwa uwe na bristol laini. mm -hmm. Ukiona mtu ana, ana, ana, ana, anasukutua vile kwa nguvu zote. mm -hmm. Unakuta kwanza mswaki ulishakuwa na bristol ngumu na umekaa muda mrefu. mm -hmm. Kwa kawaida unatakiwa kubadilisha mswaki kila baada ya miezi mitatu, najikuta tumekaa nao unakuwa na bristol ngumu sana, unakuta nasugua akisugua sana, maana yake kuna umiza nyama, nyama ya ulimi, na wanaenda hadi wanaumiza hata fizi. Atakuja akwambia, tu mimi nikisugua kabisa hadi damu inatoka. <laughs> Kumba anaumiza sehemu nyama laini kwenye meno na sehemu ya ulimi. Kwa hiyo haitaki kabisa. Na mara nyingi, ukija kuangalia meno, anaanza kuoza katikati. Mgonjwa anakuja kusema, mbona jino langu mimi alijatoboka linaonekana ni nizuri tu, lakini linaniuma sana. Unakuja na unaangalia katikati ya jino na jino hapa safishwe. Kwa bakteria wametumia hiyo njia ku kutoboa kati ya jino, na ukija kufungua jino unakuta tundu kubwa sana liko ndani. Ila mlango ndo kidogo, lakini kwa ndani nakuwa ni tundu kubwa. Kwa hiyo katika tunataka usafishe, kuna kuna tunatumia dental floss. Mm-hmm. Eh, nyuzi fulani hivi unakuwa unaipitisha kwenye kwenye jino kama una hata kinyuzi ki chochote unatoka kapitisha katikati ya jino na jino lakini usitumie zile toothpick. Mm, toothpick usitumie kwa sababu mara nyingi watu wanatumia toothpick wanajaribu wana kupitisha katikati ya jino, matokeo yake wanaharibu wana fizi huko mdomoni. Kwa hiyo hicho akitakii toothpick ni sio nzuri kwa sababu ukiwa na kwanza haipiti analazimisha ana aweze kutoa toa, lakini ukishalazimishwa na kuna yumiza hii, na wengi wanakuja, anasema naumwa jino, ukija kuangalia sio jino linalouma, ni ile nyama nyama katikati ya jino achomu achomu achomu semu, na kuimesha chomwa chomwa. Mara nyingi bakteria wametumia sehemu kama njia na kupelekea kupata infection sehemu ile, kwa anakuwa anapata maumivu makali, lakini kwa sababu hiyo, kwa njia nzuri ni kutumia dental floss ambayo inauzwa madukani, hiyo unaweza kutumia dental floss at least mara mbili kwa kwa wiki. Kufikia hapo, kipindi cha Medi Counter hakina la ziada mpaka wiki jao. Jina langu ni Dafrosa Prosper. Endelea kuangalia vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa UTV, Azam TV, burudani kwa wote.